Ibani, mambo vipi tena, mtazamaji wa Master TV netu Alex Ali ishirini na sita kitengo ndo baba, kati ya vijana yangu, jamaa hapa kwa kwa katikati, jamaa alitisha kidogo pale kwenye, kwenye kanisa Ziko poa kabisa, ule mtumishi wa Mungu sana sana, mimi mtumishi mm, bana, nilikuona dada za mwisho pale kwenye kanisa Gorigota pale. Nilikuona pale kanisa ya Gorigota, sijui pale ulikuwa unahusikaje pale na ulifanyaje mpaka wepo pale? Pale nilikuwa nimeitwa niwasaidie kupiga drum kwenye mkutano wa Pentecost. <laughs> E, nikafika nikawasaidia, ndo mlivyoniona kwenye mkutano vile. Ndio ilikuwa ni vile tu. Yani hakuwa na jambo lingine wale watu. Ulifanyaje wewe kujua drums kwanza kuipiga? mimi nilianza kuifuatilia, maana nilienda kwa mtu akanifundisha kwanza, hajanifundisha niseme, maana alinionyesha vingine, nikaanza yani mimi peke yangu hivyo hey, hivyo hey, hivyo nikaweza. moja moja nikawa napiga kwenye kanisa hey. Nikawa naitwa kwenye mikutano, kwenye concert, uzinduzi napiga mpaka sasa hivi niko hivi na hichi kiwango changu. Na sasa hivi na muda gani kwenye kazi yako? ah, maana mi nilianza piga drum na miaka kumi na moja yani, sijajua kama na miaka mingapi kwenye maisha ya mziki, maana nilianza na miaka kumi na moja kupiga drum kabisa. Yani, mara ya kwanza kupiga kupiga drums kwenye umati wa watu ilikuwaje? Se, yani nili, nilikuwa yani ni mwenye uoga, aibu nyingi sana. Hiyo nilivyopiga tu mara ya kwanza eh. Watu wakasema endelea utakuwa vizuri. Eh, nikaendelea mpaka sasa hivi niko vizuri. Kuna mpaka kanisa zingine huko nje wananihitaji nena na ingia. Ila sema sasa mazingira ya hapa eh, siwezi. Ndio nivyo. Eh. Ushawahi kupiga drums si, Kwenye kwenye kanisa kubwa sana kiasi kwamba wakasema bana, tunatamani uje tena, uje tena, na tena, ili kama kuna namna fulani unaweza kuwafundisha wapiga drums wetu hapa, aidha tunaweza kukupa watu hapo wafundisha kupiga drums eh. Ni shaa ilikuwa hey, ni Kigoma Mwanga kule Ifata ndo nilikuwa na wapigia wale majamaa kule. Mpaka sasa hivi waga wanapiga simu utarudi lini? Hey, sema nauli sijawa nayo maana kule nilipiga mpaka mchungaji mwenyewe akasema nibaki, maana niliishi miezi mitatu na nilikuwa nimeenda kwa ishu ya mwezi mmoja, mchungaji akaongeza miwili ikawa mitatu, ndo mpaka kuna jamani yule hata namfundisha pale. Sasa hivi nategemea atakuwa yuko vizuri sana yeah. Na, na labda ilikuwaje mpaka wewe akupigie simu njoo ufanye hiyo kazi? Labda contact gani, aidha alikuonea wapi mpaka aone kabisa na kitu ndani yake Awezekana akawa linaonea pale fata au sehemu nyingine, na kivingine, labda takuwa aliambiwa e, kuna jamaa fulani e, hivi moja mbili tatu, ndo akasema nipe namba yake. Maana mpaka sasa hivi mi sijataka kuishi na simu kisa hizo inshu za hivyo tu. Sasa kwa nini? Ndo zinakufanya uishi? Ah, sijataka. Kuna kazi nyingine? Sina kazi, kazi ni hiyo hiyo ya dramu tu. Hivi, una uhakika ulichokisomea uh, uh, uh, ndio ambacho unakifanyia? Hapana. Unasomea nini? Kwanza hata shule sijamaliza. Hmm. Ulishia wapi huko mbali sana? Darasa la nane. Hapo hmm. Lise hapo. Ndio nilikoishia nikaviacha tu. Na kilichokufanya kufanya uache shule nini? Muziki. Nilifuatilia muziki, e, eh, niliupenda. Eh, na mpaka sasa hivi na mimi natafutwa nipige muziki sehemu fulani. Hey. Kuimba unajua? Hapana. Unajua tu kupiga drums. Eh hey, mimi gitar. Gitar najua nusu nusu. Naweza nikapiga rhythm na bass, basi tu. Lakini solo hapana. Rhythm naweza nikapiga na bass. Lakini solo siwezi kupiga. Sawa. Ikitokea umeenda kanisani, mpiga drums mle yumo. Lakini wewe ndio umealikwa mle kwa ajili upige drums. Sawa imetokea sasa, kwa rhythm either bezi huku mshikaji anayumba, wewe unaweza kusaidia huko aweza nikasaidia. Naweza nikakava pale, maana si anayumba arizishi, nakaa pale narizisha. Kama nami sitorizisha, basi takuwa ni hivyo hivyo. Na katika katika harakati yako yote ya upigaji wa drums, ulikuwa unazingatia nini hasa? Kuzingatia nini? A, kule kuna vitu vingi sana. Maana mimi cha kwanza mimi, mimi niliambi yani mwalimu wangu aliniambia zingatia touch touch unapiga sebeni, nasikika, kila mtu anaelewa hii mm, imeenda. Yaani ukipiga hiyo yani, yani, mm, kila mtu aielewi inapigwaje, yaani hiyo ndo touch, so naipiga mtu aelewi, yani una touch, yani unauna kama hivyo. Pili ni contro kiki double kick hmm. Eh, uwe nguvu, nguvu kumbe. Eh, vinatumia nguvu maana, hmm. si kuna hatua mpaka wa, kuna wapiga drum wengine wanavunja zile kiki hmm. eh, ile ni nguvu mzuka. Ukishapanda mtu mpiga eh. solo anakufurahisha, mpiga bezi anakufurahisha, lazima tu na utaingia kwenye vibe, ndo nafika atua, unavunja kiki, unatoboa snare tom unaitoboa, vitu kama nahivyo kwenye drum cha tatu. Yani mi, mimi kama mimi mimi bado mwanafunzi maana mm -hmm. mi sijawa, eti nitaongea vingi kwani, yani mi ni mwalimu? Hapana mm -hmm. mi bado, yani nahitaji kufundishwa maana kuna, kuna ngoma nyingine nikipiga aiendi mm -hmm. kabisa mm -hmm. mpaka nifundishwe mm -hmm. Hivi ukisha drums zipi hizi za kawaida kawaida, aidha hizi za umeme kabisa zina mpaka umeme? Za kawaida hmm. Yaani zile za mpaka umeme, kuna zile yaani ukipiga yani inalia kwenye spika. Sasa kuna zingine mpaka waziwekee meki hmm. zilie kabisa hmm. E, inaonekana kidogo una utaalamu wa drums au sio? Utaalamu upo maana ni shaka mda sana na ipiga. hmm. hmm. Kwenye drums kuna ngoma kama ngapi? Moja, mbili, tatu drums kama zina tofautiana, kuna ya tom tatu, kama ile tuliokuwa nayo kwenye mkutano, kuna ya tom nne ipo ambe pale, kuna ya tom sita haijaamka mbini, kuna ya tom saba iko na Ivera pale de. Eh? ukienda pale utaikuta hiyo drum ya tom saba. Kuna yani drum ni aina nyingi eh, zipo. Yaani zote nilizozisema hapo nishawai kuzipiga na nimezizoea. Yani natokana na ile unatoka po hapo naenda hapo, kutana na kuna drama ya aina fulani, kuna drama ya aina hii. Sasa wewe utolalamika, mimi sijaizoea maana utakuona, huyo hawezi kupiga. Inabidi uendane na hiyo hiyo. Na ile ukipiga utakuwa unajikosoa hapa, nimegusa vibaya, hapa nimegusa vibaya. So ukiona unajikosoa wewe peke yako unapiga, eh, mpaka mwalimu eh. Unaenda na hizo ya taratibu vile, maana ile kwanza utasema ya, hiyo ya tom nne inakuwa sawa na tom tatu, maana ukiwa unapiga ile rolling ya kumuingiza mwimbaji wewe unaanzia huku unamalizia huku hmm. Yani, uwe utazipungu, uwe utapunguza yani utapunguza kuzipiga mpaka zifike mwisho yani yani utapunguza zitaishia kwenye tatu au ya pili yani unapiga mpaka zifike mwisho huko. Mm. Lazima. Lazima. Yani hata ukienda kwenye tano, lazima. Yani ukitaka kupiga rolling unapiga mpaka zifike mwisho zienee, ndio inakuwa uhakika hiyo ya sita, hiyo ni ajazi hiyo, mnaanza kuabudu, ni drums za kuabudu hizo. Eh hey, unapiga vitu yani, vitu vya kipraise zaidi sana ndio vinajaa pale mm. Yani utakuta drum ina sembale hizi sembale hivi vyuma hivi unakuta ina vima vinne, vitano, visita, zipo nyingi sana mm. na zile waga zipigi sebeni mm. Hey, zile yani ni kwa ajili ya kuabudu basi. Eh makelele sana zikosimle. chakacha hizo yani za kikongo hizo sasa mm. pale hapana ga hey, katempo kadogo. katempo kadogo. Hey. maana yake ni kwanza? tempo ndogo yani mimi sijazoea ya kupiga vitu vingi sana mm. ndio maana waga najita tempo ndogo, yani hata at, yani kiki yangu ukisikia kisikia mm. hey, utasema ime? imekaa yani, sio ya kelele, sio ya fujo, yani ipo kwa ilo, ilo jina limetokana na na kupiga drums. E, mwalimu ndo alinipa mwalimu Love Tempo Ndogo hmm, ndo aliniambia dogo tokea leo utakuwa unaitwa hilo jina. Maana hmm. Tulipiga naye concert Makere hmm. Mara ya kwanza ni mimi kwanza kutoka kambini, ilikuwa ni Makere. Tukapiga concert kule ndo akanikubali ndo akanipa hilo jina, yani maana kule nilituliza mpaka kila mtu akasema ndo mpiga dramu. Alafu wao wakasafiri wakaenda wakafanya show na Christian Bella huko Dar es Salaam, mi nikarudi. Wao wakaendelea na muziki yao, mi nikarudi kawaida. Mtu akisema kwamba amekukodi bana njoo tuseme kama, kama kwenye kanisa aidha kwenye, kwenye show kwenye show mbalimbali kama hizo hivi inakuwa ina, inakupa ina, ina bei gani? ni kutokana na nyimbo kama nyimbo ni ngumu. mm -hmm. E, hapo tutaangalia kama umenikodi kwa siku au kwa mkutano. mm -hmm. Ikiwa ni kwa siku na kuomba elfu ishirini mm -hmm. na yaani kunilisha ni wewe mm hivyo -hmm. kwa siku na kuomba elfu ishirini ikiwa ni mkutano kama siku tatu vile pale unanipa arobaini na tano au hamsini bas hivi kazi kazi yako ishakufikisha maeneo ma gani ambako mpaka ukasema eh, kweli lazima ngoja niweke bidii kwenye kupiga drums. mimi nisema mimi kama mimi haijanifikisha mimi popote sema tu naipenda maana nilikuwa nishafikiria kuacha ila watu wengi walisema nisiache maana mimi, mimi yani, mimi kama mimi hajaniingizia chochote, yani nipo tu, yani nipo hapa, nikipata instant draw hapa, tunakosa mpiga drum, naenda hivyo. Ina maana ufanye kama kazi, sifanyi kama kazi, nifanye mm. yeah. tu kwa sababu mm, wao wenye viko kwenye damu, viko kwenye damu. Ila kuna wengine mm, njoo tusaidie kupiga drum, na hela anaenda, kama hana hela hawezi kuenda mm, ndio hapo. Ila mimi mimi, naenda kwanza nazingatia kazi yangu, cha hela baadaye

Pale. Pale ndo nipo mpaka sasa hivi. Ila wale watu wa FPC ti pale Golgota ndo anataka ni nyo kwao, ila sasa haiwezekani. Na kule nalipwa na wananipa, yani nikiwa sina voucha napewa elfu tano. Yani wananitoa sana yani nikienda tu kwa mwalimu nilalamike kitu lazima anipe, sasema tu ni mbali na hapa hafu na Mm. Sema sema sema tungeongea mengi ingawa hicho kitu kingekuwepo ili tuangalie ujuzi wa kwenye drums pia unavyoupiga watu wakiwa wanakuwa naona. Sema ndio hivi tuko kihewa ki hewa hapo na kwa kama tunaelekeza tu au unasemaje? Ujuzi. Ujuzi. Video zipo wataziangalia. Mm. E. Eh. Hiki wakufuate lini, wakuta kwenye vyombo vyako tu, kukuta kwenye vyombo ambavyo unapiga drums either, una, una, una unafanyia mazoezi. Mimi. Ijumamosi labda e, midama saa nane ndonaendaga kanisani nafanya mazoezi kwanza mipeke yangu, afu nasubiri kwa usikama karinton kadogo, ka tempo kadogo, tempo kadogo ile. Jina kweli la kwako sasa la la mama na baba linaendaje? Alfonso. Alfonso, eh bana la baba Alfonso. Tungetamani tujue sasa, pengine kuna wanao kutazama pale, unaweza kumuambia kitu gani kuhusiana na kazi yako, kuhusiana wao Yaani kama kuna wanaohitaji kujua waweke bidii tu. Waweke bidii, yani kwenye mazoezi maana mazoezi ndio kitu cha maana. Yani wewe uweze kuwa mwimbaji na una mazoezi, wewe uweze kuwa mpigaji na una mazoezi. Inabidi uweke mazoezi kwanza. Mazoezi ndio kitu cha maana. Kama unahitaji kujua drum ni mazoezi, mfuate mwalimu, anza mazoezi yako peke yako, afu yawe na mwalimu utazingatia tu. Yaani kama hivyo. Sawa, na bwana mtazamaji bwana, tulikuwa na Alfonso bwana mpiga drums mkubwa sana leo tumemkuta yuko vibaya kidogo. Vyombo tumekufuta amna. Kwa hiyo bwana nadhani kwamba kwa kwa kwa siku nyingine kama ulivyosikia Jumamosi Jumapili njoo pale. Utakuwa kanisa gani huko kuna ifata? Ifata pale bwana. Kwa hiyo bwana ifata tutakuwa naye pale siku ya Jumapili moja tukuoneshe maonyo yake anavyochezea drums ile bwana. Na mimi nimesema tu asante sana kwa kwa wewe ambaye ulikuwa nami mwanzo mwisho. Naitwa e na na Alex Ali 20